Kwa mw. Kwa mw. Ah, safari yangu inaanzia hapa. Tachana kurudi. Yes, s nadhani utachelewa ki ki kidogo kurudi, hivyo naomba mwambie pili sinike chakula. Yaani niko nyumbani napika mwenyewe alafu utakikula. Ah, mke wangu sitaki tufanye israfu chakula. Utapika chakula kingi halafu kitabaki, sio vizuri. Aje, vipi tutakatuaongea mimi na wewe kuhusu swala hapa kama tutenye? Uh, nilikuwa nafikiria kwa sababu ni muda mrefu alinyomba anataka kakae huko. Naona atapata muda mwingi wa kujisomea na kufanya mambo yake moto. Mm, kwa upande wangu mimi si afikiri hilo swala, kwa sababu kama anakaa hapa nyumbani yuko chini yako, lakini unaona movementi zake sio nzuri. Anarudi usiku siku sana, anarudi muda mwingine amelewa, au harudi kabisa. Sasa unaenda kumwacha mtoto wa chuo akakae chuoni, unategemea ni nini kinatokea? Ukaa hostel anaenda kuwa huru, hmm? Sikiza mimi nikwambie, yani kuna wakati kuna vitu inabidi viwe sawa. Mimi familia yangu naijua ni familia ya lawama. Pili ni msichana ambaye sasa hivi hasikii. Mimi ni mkali, nikipishana naye Kiswahili kidogo tu naenda kugombana na familia yangu. Kwa hiyo ili tusifikie huko ni lazima nimwepuke mapema. Kama haiwezekani aende nyumbani kwa mama, hmm. Sasa mama na upole wake ule akakae, na Pili hatazidi kuwa huru. Mimi nadhani kwa kumsaidia Pili abakie hapa, hapana. Lakini pia swala la Pili yanaonyesha swala lingine, ni Pili kukusaidia baadhi ya shughuli hapa nyumbani. Wewe kazi zako unazofanya, unarudi uchoka, huwezi kunifulia nguo, kupika, hata kuosha vyombo, muda mwingine nakosa hadihakia Aimaanisha nanisaidia pili? Hapana, lakini pili ndo msaada wako pekee. Sawa, mi nitatafuta dada yako kabla ya pili kuondoka, lakini naomba tukubaliane tu, nichague mmoja aende hostel au aende nyumbani kwa mama, ili mimi niwe na amani. Kama umeamua hivyo, mimi niko upande wako mara zote na kusapoti wewe, mke wangu, kwa vile akiwepo na kusaidia wewe, asipokuwepo wewe. Umependekeza limepita kwa matakwa yako mimi kutakie ya kazi njema akikao chema basi. Mwaka wa ngapi? Ndio maana iko shema, aingie mwenye shida, asiye na shida iko baki nje. Mm. Iko muingia moja moja. Iko sikiliza shida mtu iko tatua. Zeni, nashukuru sana tulielewa mm. hilo, eh? Ndio maana mm. Mm. Mm. Yeah, me bakia, mm. lakini, mm. ndugu yangu amenileta mpaka hapo nje, yeye amebaki, ameniambia huko natakiwa niingie peke yangu, lakini nitashukuru kama utanitatulia matatizo yangu, mtaalamu. Hapa kwangu iko hakuna kitu shindikana, eh? Lakini naona kwa wewe kwa leo hapana iko wewe nena kuja kesho, kabla jua kuchomoza iko tatua mimi tatizo ambayo aiko ina kusumbua jani, eh? mm. Aha, jani mm. kwa hiyo mimi natakiwa nije kesho, kesho mapema kabla jua kuchomoza. Wewe ikofika hapa ikofanya kwenda, iko hapana telewa kesho asubuhi mapema, kabla jua ah. kabla jua kuchomoza, kabla jua kuchomoza. Hey. Ah. Ah. Asante na shukrani, iko nenda nenda salama, iko salama ai Hello. Eh, yes. Habari yako? Mwenye simu kapumzika. Wewe nani? Huyu ni nani? Kwani ni vibaya kupokea simu ya mtangu ni vibaya sana kwa sababu hizi ni simu za kazi. mm -hmm. kwao zijua nimepigiwa kuambiwa nini, nimepigiwa kwenye shuu gani? Sasa okay. kama ni mtoa kazi ukasirike kwa sababu nimepokea simu yako kukuelezea, naona ni kama vile ninapoteza muda, sijui unaelewa. Hii ni ofisi nnapigiwa no. simu na wateja. Unapokea simu ili hali ujui ni nani aliyepiga, na unamwambia nimelala. Kwani kuna ubaya? Wewe sio mtongo kama unipendi niambie, lakini kama nanipenda, kwani kupokea simu hii ina uhusiano na mapenzi? Hii ni kazi, hii simu ilipigwa ni simu ya kazi, na nilikuwa natakiwa niondoke hapa nikajiandae ni nirudi nifanye kazi. Umeshasema kwamba nimelala no. vipi kama nilikuwa nimemwambia vingine? Ah, sawa. Umeongea, umemsikia, unaniuliza tena?

kama maradhi ya rio nisibu oh. Najua muziki wa zamani ulikuwa ni muziki mtamu sana eh. Eh, tuimbe, tuimbe, tuimbe hmm. Jojina Jojina, ni Msibu, naomba nikuulize kitu eh, kama uh, uh, eh? utojali <coughs> <coughs> Ya. Ya. Eh, yani hapo ya umefika vipi, kijana wangu? Mbona <laughs> una maswali ya kibuzi hapa. Ah, nimefikaje? Unaona nafunguza gari, nilikuwa na drive. Ah, una drive. Yani kwa ulikuwa unaendesha gari ndo acho kimaanisha. Una drive. Ah, hiyo gari umeendesha vipi yani? Dunia imekuwa ndogo sana nimetumia, Google Map kufika hapa. Google Map. Yeah. kufika hapa hapa hapa. Wewe unashangaa mimi kuendesha gari? Basi, si unamjua Dogorena? Namjua vizuri. Nimemuona yeye. Ah, nikwambie kitu eh? Unajua wewe kuna kitu ujui, unajua vijana wengi kuna vitu amjui, mkiona mtu aone, mnahisi. sasa mimi najuaje kuwa wewe uko hapa? una, una, una, una eh? unajua niko hapa yani kua mimi Najuaje kama wewe uko hapo? Wewe na mziki, acha kuwa na mambo mengi bwana. Hapo nimeamini, unaona hapo. Tunaendelea na burudani. 1 2 3 Wewe ndo unanitoa au? ulizokanya kaniambia Alo, kapokea simu yako mchana ni nani? Ah, ah, ah, ah, ah. Ni kuleze, kitu nana nikulize kituviashaji namaanisha e ni hichi na, ambacho nakiongea panamaanisha unaweza ah, na ukaniambia nani kapokea simu yako hivo wewe, kitu ambacho e ni eh, nini metoka? ah, hapana, mama, simu umepiga hii ni studio, alikuwepo wasani, nimetoka nje msanii kapokea. Kuna shida hapo producer? Nombo ni nijibu. Naongea na wewe mbaba, please.

naomba niambie, na wala sitaki kugombana na wewe leo. Aya, hizi message ni za nani kwenye simu yako? Hizi message ni za nani, mke wangu? Mara ngapi nimekuonya juu ya ukaguzi usio na ridha yangu kwenye simu? Hmm, sikiliza nikwambie, usinipangie kama nitashindwa kulinda penzi langu mwenyewe, hakuna mtu atakayenisaidia kulilinda. Nimekuta meseji ambazo sijazielewa kwenye simu yako, niambie, hizi meseji za kwenye simu ni nani amekutumia? Basi sitaki maneno hayo mengi, hata kama ni wewe, lakini hilo ni kosa na najua sababu ni unaijua password yangu. Nitabadilisha na isitoshe, mimi nafanya kazi na watu kadha wa kadha, hujui watu tumezoeana vipi na ndo maana mi sipendi kukagua simu yako sababu najua pia unafanya kazi na kuna watu wamekuzoea, na naweza nikakutana namesi mtu amekuita beji kumbe ni mesi, mm. Utani tu. Mm. Yes, utani unanipanga mafungo si ndio? Eh, alafu sasa hivi unaanza kunipigisha stori. Hebu niambie, ni kitu gani ambacho wewe mundani umekosa kiasi kwamba unatoka huko nje kwenda kutafuta vitu ambavyo havistahili? Hizi message zinajieleza. Hizi message ni za mwanamke na message za mahusiano, alafu unaniambia eti kujuana na watu nini? Ndio mtumeni message za kijinga hivi? Mimi sijapenda na usitaki kujua undani wangu, unawezaje kumsevu mtu Pakomi alafu anatuma message za kimahusiano, message za mapenzi. Hivi unanifanya mimi sina akili si ndio? Okay. Huyo ni mdada ambaye ni staff mwenzetu pale pale kazini, huwa anapaka bridge muda wote, ndio maana nimemsave kwa Pakombe, na watu wote wanamwita Pakombe. Ukimuuliza mtu yeyote anayefanya kazi naye anamjua. Aaai, hakuna kinachoendelea. Subiri nikwambie kitu kimoja, Medi, upate simu na line na vunja. Ah ah ah, yaani hilo ndio ndio litakua solution langu mimi hapa sasa. Umelianzisha mimi nitalimaliza, labda kama mmisomei, endelea. Mimi nitalimaliza. Mke wangu, mwache ibilisi, mwogope ibilisi, mke wangu. So, yote ni salamu na dua, tuombeane sisi wanadamu, kesho tujaijua. Iyo mama we, iyo baba we yo wakupenda na wakati ni wakukumbukana, wakati wakuthaminiana, na wakati wakushikamana, na wakati wakuwa pamoja, wakati wakati waraha, wakati wakupongezana, wakati wakucheka, wakuruka, wakufurahi. Kama nilivyokuambia mume wangu anaitwa Aisha. Aisha, kutana na mume wangu anaitwa Med. Ila usimwite Med, mwite shemeji yako, sawa? Sawa. Ah, mume wangu mimi namshukuru Mungu, Mungu jambo langu limeenda kama nilivyotaka, nimemleta huyu mdada hapa kwa ajili ya kumsaidia shughuli zangu hapa nyumbani. Bibi Aisha. Mm. Karibu sana. Asante shemeji. Hapa naishi mimi na mke wangu, nampenda sana mke wangu na, na tumekuwa tukihitaji msaidizi. Bahati nzuri tumekupata, kwa hiyo hautoishi kama kazini, utaishi kama nyumbani. Sawa sawa, shemeji. Ah, nachoomba ni nidhamu tu, unamaliza uh -oh. maneno hayo mengine nitamwelekeza mimi mwenyewe <laughs> mke wangu Hebu acha hivyo. nomba nisaidie kitu kimoja kama utojali. Leo nimechoka sana, nomba nisaidie kumonyesha chumba cha geni kama utojali tena. Mimi tena nimechoka, mke wangu, hebu majukumu yako. Nikwambia kitu, nitakupa kitu kizuri, mwonyesha chumba cha pumzika eh? <laughs> <Okay. tong> <tong> <tong> Yani, muda mrefu kweli natembea, nataka kufika kwako na sifiki. Sijui nini kinanitokea <coughs> <coughs> nilikwambia Nilikwambia uje kabla jua ya kuchomoza lakini hujafanya hivyo. Ni, ni kweli, ni kweli, uliniambia niamke mapema, na mimi nimejitahidi sana, nimeweka mpaka alam. Kilizonishangaza ni kwamba nakuja kuamka mimi tayari jua limeshachomoza, kila kitu kimeshakuwa tofauti kabisa. Nikaamua kukimbia kuja, lakini pia kilichotokea ni kwamba nimezunguka njia nzima, sioni si hata natokea wapi, naenda naenda wapi? iko unajua, kama we ndo tatizo eh? Unajua kama ulikula agano na mtu mwingine, unajua kama utanisababishia matatizo makubwa. Najua kuhusu swala la maagano, ni kweli, nimewahi kuingia maagano na, na mtu ambaye tulikubaliana tu, tu, lakini sasa naomba unisaidie. Sasa naomba unisaidie, mtaalamu. Tafuta mtu mwingine akusaidie. Hapana niweka kwenye matatizo Hapana, nisaidie mtaalamu. Hapana. Najua niliingia ni maagano na mtu mwingine, lakini sasa sina namna nyingine, ndio maana tumekutafuta, unisaidie tafadhali, naomba unisaidie kwenye na ataa, eh? mm. nisaidie tafadhali, nakuomba na nisaidie tafadhali, hakuna mtu mwingine anaweza kunisaidia tofauti na wewe. Nakuomba, nisaidie tafadhali mtaalamu tala mnisaidie. Wakati wakati wa magumu, wakati wa kupendana, wakati ni wa kukumbukana, wakati wa kuthaminiana, wakati wa kushikamana, wakati wa kuwa pamoja wakushikama